Wabunge wa chama cha ODM wamekashifu kifo cha Albert Ojwang wakisema ongezeko la vifo vya vijana mikononi mwa maafisa wa polisi inaogofya. Wakiongozwa na kinara kiranja wa wachache bunge la kitaifa Milly Odhiambo, wabunge hao sasa wanamtaka Rais Ruto kuhakikisha polisi waliohusika wanawajibikia kifo chake. Wabunge hao wa chama cha ODM katika kikao na wanahabari bungeni wamejitokeza kukemea matukio yaliyopelekea kifo cha mwanablogu akiwa mikononi mwa polisi. Wabunge hao wakiibua maswali chungu nzima kwa maafisa wa usalama na ongezeko kwa visa vya vifo vya vijana mikononi mwa polisi. Wabunge hao wakielekeza maswali kwa Rais William Ruto wakiongeza kuwa alijitokeza na kuahidi wakenya kuwa maafa sawia na haya yatazikwa kwa kaburi la sahau the

Katika kaunti ya Kitui ambapo naibu rais Kithure Kindiki aliongoza hafla ya kupiga jeki vikundi vya kina mama na vijana, viongozi walioandamana naye wali kashifu kifo cha Albert Ojwang na kuitaka idara ya polisi kuchukua hatua kwa wale wote watakaopatikana kwenye mtego wa kifo chake.

restore public confidence, they must make sure that those officers are quickly brought to book. Please don't relent Don't just interdict go to the bottom of why Ojwang was arrested taken to the cell walking and looking healthy and the next day he was no more. Stephen Leto Runinga, Yes Citizen.